Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa nashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasana Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni bado, je, subscribe, subscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki. Dakika tatu za neno la Mungu today, na tunaendelea na series ya wawili wawili. Leo tunaenda kumwangalia Esau na Yakobo. Tunajua Esau na Yakobo, neno la Mungu linatuambia walianza kupigana toka wakiwa tumboni. Wanapigania nini? Uzao, uh, haki ya kuwa mzawa wa kwanza Wakapigana, mama akaenda kumuuliza Mungu. Mungu akamwambia mdogo atamtawala mkubwa. Na hata katika kutoka kwao, mkubwa alipotoka mdogo kamshika mguu, na yeye anataka kuwa wa kwanza. Wakatoka wametoka eh, fast forward, mkubwa ana njaa sana, anarudi nyumbani, anakuta mdogo kapika chakula kizuri. Neno Mungu linatuambia kwanza, Esau despised his birthright, hakuijali, aliidharau Hakuweka umanani kwenye birthright, akaona hii ya nini? Akasema huu uzaliwa wa kwanza utanisaidia nini? Mimi nakufa na njaa. Tunajifunza nini? Tusiexaggerate shida zetu mbili, tusifanye maamuzi ya muda mrefu kwa shida inayopita. Akauza udani wake, kapoteza baraka zake. Alikuja kulia sana, lakini ilikuwa imeshapita. Hiyo ishatoka, uwezi tena kurudi nyuma. Point ya leo ambao nataka wote twende tukakae tukatafakari. Mungu ametupa wokovu, na mara nyingi sana watu wengi wanasema ajanibariki Mungu, Mungu ajanifanyie hakika kuokoa. Eh, neno Mungu linasema tutapataje kupona tusipojali wokovu huu? Hebu tujali basi kwanza wokovu tulionao, alafu haya mengine Neno la Mungu linasema eh, seek first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. Sasa kama wewe ujali huo wokovu na huo ufalme wa Mungu, haya mengine hata ukayapata uka yote ukaipoteza roho yako inakusaidia nini? Mungu atusaidie. Na ninajua wengi tuna, tunaweza kuwa tuna tunatamani sana Mungu atubariki kimwili, ki lakini kama tungekuwa kama Esau tuka, tuka tukathamini kile ambacho akionekana, maana yeye alithamini kile chakula ambacho alikiona na kututhamini ile birthright ambayo ilikuwa bado haija haijamletea faida, baadaye alikuja kulia. Namwomba Mungu na sisi isije ikatutokea hivyo. Mungu atusaidie atupe hekima maarifa ufahamu revelation, katika kumjua Mungu na kufanya maamuzi yaliyo sawa, kuvitunza vipawa na gifts ambazo Mungu ametupa, ambazo Mungu ameziweka katika maisha yetu ili ziweze kututoa utukufu hadi utukufu. Mungu awabariki sana, naomba usisahau kusubscribe share, like, and comment.